Baada ya mambo kuzidia ya baadhi ya waliokuwa wanawania nyadhifa mbalimbali katika kura mchujo, sasa wakati wa ukumbana na ukweli wa mambo umewadia. Saa kumi na moja kesho jioni, vyama vyote vya kisiasa vinafaa kuwa vimewasilisha orodha ya wagombeaji nyadhifa zote, iwapo wapo, kuanzia kwa wadhifa wa mwakilishi wa kaunti, mbunge, mwakilishi wa kinamama, senata, gavana na rais. Iwapo basi chama chochote kitakosa kuwasilisha jina la atakayepeperusha bendera yake kwa wadhifa wowote ule, basi itakuwa ndio mwisho wa chama hicho kuwakilishwa kwenye debe kwa wadhifa huo. Swali linaloibuka kwa sasa ni je, katika kaunti ambako hadi sasa vyama kadhaa havijapata matokeo ya kura ya mchujo, hasa kwa nyadhifa za ubunge, useneta na mwakilishi akina mama na pia gavana, nilipi, logiri, ni lipi litakalojiri? Kwani IEBC ilishatoa taarifa ya kusema kuwa makataa hayo ni sharti yazingatiwe. Andas Ihachi, Citizen Nipashe.